ameiteremsha sura kamili, inazungumzia usiku wa Lailatul Qadr, mwanzo mpaka mwisho wa sura hiyo, na makusudio yake Allah azza wa jal, watu waufahamu usiku na thamani yake, na wauendendeo. Akasema, inna anzalnahu fi lailatil qadr

na ikaelezwa kwamba ibada ya miaka thamanini na tatu na miezi minne bila ya kulala wala kula wala kupumzika wala kwenda haja, ibada hiyo imezidiwa na usiku huo. Tanazzalu lmalaikatu warruhu fiha, malaika, malaika wanateremka na jibrili pia. Biidhni rabbihim, wanateremka na ruhu, kwa ruhusa ya mola wao, kwa sababu kawaida malaika hawateremki la kwa idhni ya mola min kulli amr, wanateremka na kila jambo lilohukumiwa katika kipindi cha mwaka mzima. Salamun hiya hata matlai lfajr, usiku huo wote ni amani mpaka alfajiri. Usiku huo ndugu zangu Waislam haukujulikanwa sana mbele ya Waislam ile thamani yake inayostahiki. Badala yake, ziko siku fulani watu wanazikamia pengine kuliko usiku wa Lailatul Qadr. Watu wanaweza wakapania kwelikweli, usiku wa Lailatul nisfi min Sha'ban, ambapo haukuchukua nafasi hii iliyoko katika usiku wa Lailatul Qadr na hadithi zilizokuja

Kwa tukajua kama usiku huu tunaambiwa imeteremshwa Qur'ani, ina maana ya kwamba ni ndani ya Ramadhani, inna anzalnahu fi laylati al-qadr. Sasa ni maudhui yangu ya leo. Baada ya utangulizi huo, maudhui yangu ni kwamba usiku umefichwa, haujulikani ilini, lakini zaidi ni kumi la mwisho umo, na zaidi ni misiku ya kuamkia witri na hasa hasa usiku wa kuamkia 27, maulama wengi wanasema lailatu saba na ishirini arja. Ilo neno arja ndio somo letu. Arja maana yake ndio unatarajiwa zaidi, sio una uhakika, unatarajiwa zaidi. Mpaka baadhi ya wajawema waliopita wao walikuwa wanaona ni saba na ishirini tu.

amekusanya baina ya taaluma za vitabu vya mbinguni, ya Qur'ani anayajua na ya vitabu vipita anayajua, na anawalinganishia na na na katika yale ambayo mikono ya wanadamu haijaingia bado ndani ya vitabu vya Taurati na Injili. Kwa ni msome Ubay, nilimuuliza Ubay ibn Ka'b radhi za Allah zaidi yake, nikamwambia inna akhaka ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul, hakika huyu ndugu yako ibn Mas'ud anasema, man yakumil hawla yusib laylatal qadr Atakayesimama mwaka mzima ataupata tu siku kadri mwaka mzima asimame nando. Ada ya muumini miaka yote yuko kwenye kiamu leili, anatakiwa wehivi. Muumini wa umma usokuwa bora alikuwa anapambana na usiku siku zote, vipi muumini wa umma huu ambaye e kapewa jukumu la da'wa, kapewa ubora wa, wa kuamrisha mema na kataza mabaya, na kazi hiyo ina mahusiano na kiamu leili. Hata mtume aliambiwa inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ndani ya qiyamu layli ataomba matunda ya dawa yake yapatikane matunda ya elimu yake anayotoa yapatikane. Waffaqana Allah wa iyyakum li qiyamil laylati fi hayatina. Tunazungumza haya ili Allah sote atupe neema hizi. Lakini mtume akasema qiyamul layli ni daabu swalihina qablakum. Ni ada ya wajawema kabla yenu. Maulamaa wakasema kama huwezi kulala halafu ukaamka, yani huwezi kuamka baada ya kulala, anza kiamu leili kwa kujizoesha, baada ya salatul isha, hata kama ni rakaa chache, lakini umeanza safari. Allah anapenda uanze dogo no, akupe jengine, akuongezee na hilo, ukilishika anakuongezea jengine mpaka mwisho, anakupa kiamu leili katika viwango vikubwa, ndani ya usiku mkubwa. Ndio kawaida Allah azza wa jalla anamwengeza mm -hmm. aliyejikurubisha

alipoyasema hayo, Ibn Mas'udi akaelezwa, Ubay ibn Ka'b ndugu yako anasema hivi. Sahaba mwenzio huyo, sasa sema, tabiina takafaidike kwenu, mbona anasema hivi? Ibn Mas'udi akasema, rahmatullahi alayhi, arada alla yatakila an-nas, al huyo alitaka watu wasitegemee tena, ikawa kumi la mwisho tu, watu wakiamu laili kwenye kumi la mwisho tu la Ramadhani, halafu mwaka mzima hawana kiamu, itakuwa lengo lake ni hilo, na hiyo ndio tabia ya masahaba kudhaniana mazuri, kubebeana uzuri, maneno yao, yani, alichukua neno la mwenzio analibeba katika namna iliyokuwa nzuri, hakusema akakosea, hakusema hivyo, asema huyo alitaka watu wasitegemee tena. Kaanza kumwombea dua kwanza, rahimahullah, Allah mrehemu Allah, Ibnu Masudi kataka watu wasijiachie tu tena, ikawa wao hawana tiam ila kumi la mwisho ama innahu qad alima annaha fi Ramadan. Kisha kazidi kuongeza dhana nzuri, anasema ama huyu anajua vizuri kwamba yumo ndani ya Ramadan. Anajua Ibn Mas'ud simjinga, wallahi alladhi la ilaha na ila illa Ramadhan, hu na hapa kwa yule ambaye hakuna hakuna muabudu wa yeye muabudu wa ila yeye, innaha fi Ramadan. Sasa anasema Ubayy, maneno ya Ubayy ibn Ka'ab, anasema huo usiku mo ndani ya Ramadan, yahlifu ma yastathni tena alikuwa akiapa bila hata kufanya istithna, hajazimua kile kiapo chake, hakusema kwa mfano bi idhni la au inshallah. Imo ndani ya Ramadhani, anaapa kwamba hakika, ana hakika imo ndani ya Ramadhani. Ubai riwaya inasema Zira anatuambia alikuwa bila, anaapa bila istithna. Wa inaha fil ashr al akhir, akasema tena na Ramadhani yenyewe hiyo leila fil qadri iko kwenye 10 la mwisho, wa inaha laylatu 27 tena iko katika usiku wa kuamkia 27, ishirina thumma yahlifu la yastathni, kisha akawa anakula kiapo Zir ibn Hubaysh wala hafanyi istithna, yani uh, Ubay alikuwa ana hapa bila kufanya istithna, kwamba uhakika wa Ubay ni usiku wa kuamkia ishirina saba. Faqultu, nikamwambia, bi ayyi shay'in taqulu dhalika ya Abal Mundhir bila alama, kwa sababu ya alama alati akhbarana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anaha tatlu yawma idhin la shu'a laha, kwamba jua linachomoza baada ya kupita usiku wa ishirini na saba likiwa halina miale. Kwa hiyo Ubai yeye anaona ni usiku wa ishirini na saba tu. Ibn Khuzaimah katika riwaya yake akaeleza kwamba aloambiwa hayo na Ubay akawa anasema laula sufahauko, lau kama si wapumbavu wenu, la wadatu yadi fi udhuni, ningeweka mkono wangu sikioni mwangu kama muadhini vile, ngetia vidole masikioni fanadaitu, kisha ngatangaza ili sauti iwe kubwa, ntie vidole masikioni. inna lailata alqadri sabu waishirin. Jamani, lailatu lqadri ni usiku wa kwamcia ishirini na saba nabau man lam yakdhibni

na nakitiwa katika vikao chemba vya mashauriano makubwa makubwa au vya kuhitajika fatwa, kuala kwa alikuwa ananiambia la takallam hata yatakallam, wewe usiseme mpaka waseme hawa. Na ndivyo inavyotakiwa, kijana asiseme penye mkusanyiko wa walio mzidi wote, mpaka waseme wale, kwa kuweka heshma. Na wakati mwingine yeye atapatia huyu kijana na hilo linaweza likampelekea husudiwe au viingie vitu katika nyoyo za watu wazima. Na mdogo anapotangulizwa mara nyingi, nyoyo za wakubwa zinakasirika, kama alivyomkasirikia kaka zake Yusuf, kumkasirikia Yusuf. Na wakati mwingine sahaba anajua jawabu, alikuwa haseni Abdullah ibn Umar alikuwa anajua jawabu, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam wa salam alipoeleza ni mti gani kila chake kina manufaa, masahaba wa walishindwa jawabu. Waliposhindwa, mwalimu mwenyewe ndo akatoa jawabu, ndo kawaida mwalimu. Tume akasema mtende, lakini kilikuwa kitendawili kizito. mti gani ambao kuti lake faida, mzizi wake faida, kigogo chake faida, kole lake lina faida, kila chake hawakujua. Baadaye Abdullah Bnu Umar anamwambia baba wake Najua ile jawabu lakini haya lona mdogo wote watu wazima. Akamwambia, ungesema ingekuwa fahari kubwa kwangu mie, hilo ningelipenda kuliko kitu gani? Maneno ya Umar bin Khattab, kwa sababu ni wanja wa elimu, na mtume lilitupa suala hilo, na wakati mwingine watu walipata dua za maulama wao za mashehe wao kwa sababu ya jawabu bali hata Mtume alipomuuliza Ubay kwamba katika Quran uliohifadhi ni sura gani tukufu zaidi, aliona hayo kujibu, akaona aseme al Allahu warasuluhu a, na hiyo ni heshima yao, kwamba nisijitangulize katika jawabu, niirejeshe elimu kwa Allah na wa Mtume wake. Lakini Mtume akamuuliza tena kwamba sasa, anamshikilia akasema, anataka akampiga kifuani kwa furaha na mapenzi akamwambia, liyahnaka kal ilmu abal mundi, elimu ikupongeze uwe furahani, ewe baba yake mundi. Kwa hiyo kwa ufupi heshima ya masahaba ilikuwa kubwa na walipata malezi mazuri. Akaambia usizungumze, Ibn Abbas wewe, mpaka uzungumze hawa wakizungumza hawa, wanze wao halafu tasema. We siku moja akamwita akawauliza wale kuhusiana na Laylatul Qadr. Na ilikuwa anawaita Omar, anawauliza jambo, na anamtaka Ibn Abbas naye aseme. Hata mara moja aliwauliza nini, mnafahamu katika sura idha jaa nasrullahi wal fath? Kila mmoja akasema kulingana na vile alivyoelewa juu juu juu ya sura hiyo. Alipoulizwa Ibn Abbas, sio anasema nini, na ndio mdogo wao, na akaulizwa mwisho, akasema hiyo ni ajali ya Mtume. Hapo tunatangaziwa kifo, si mtu akuishi tena huyo sura hii namtayarisha kwamba kazi ikamaliza, na watu washaingia kwenye dini ya Allah, makundi kwa makundi. Sasa andaye husnul khatima uzuri zaidi kwa kuleta tasbih na istighfar, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shabaha ya utume na lengo shatimia. Kwa hiyo na alipouliza juu ya lailatul qadri, akamwambia mnaona je kauli ya mtume ilitamisuha fil ashri la akhir pana kitendawili, tafuteni kwenye kumi la mwisho. Hebu niambieni, mnauona ni usiku gani? Wengine aka usiku wa kuamkia 21, wengine 23, wengine 25 na mimi nyamaza kimya tu, kwa sababu rawi wa hadithi hii ni ibn Abbas. Akaniambia malaka la tatakala, kwa nini usemi wewe ibn Abbas? Akamwambia ukinihusu amiru almu'minin, nitasema. Akasema sijatuma mjumbe akuite uje kwenye kikao hichi ila useme Sema niseme rai yangu. Akasema ndio, hilo tunalokuuliza. Akasema usiku wa kuamkia ishirini na saba. Nimemwona Allah anataja mbingu sa, saba, ardhi saba, hata mimea akaitaja saba. Omar akasema, umenieleza mnayoyajua, lakini mbona umenieleza mengine siyajui? Nini maana ya kauli yako mimea saba?

Omar akasema nyie mmeshindwa kusema kama alivyosema kijana huyo mdogo. Wallahi sioni kauli ila uliyosema wewe Ibn Abbas. Kwamba ni siku usiku wa kuamkia 27 hata mimi nilikuwa naona hivyo. Na nilikuwa nakuamrisha usiseme mpaka waseme watu. Kuanzia leo sema pamoja nao wala usisubiri wamalize. Ukishakuwa na lako liseme. Angalau tutakuwa wakati tushaufika ukweli haraka. Kwa hiyo, ndugu zangu Waislamu haya ndio yaliwafanya wanavyoni wengi waseme lailatu sabiin wa ishirini, lakini sio lazima hao wanavyoni wanasema huo ni arja, usiku unatarajiwa zaidi tu. Ushasadifia kuamkia ishirini na moja zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wako waliosema ni ishirini na tatu, wako waliosema kuamkia ishirini na nne na kila usiku na kheri zake, na kila usiku, hata usio wa lailatul qadri ndani ya Ramadhani, kila usiku Allah anaacha watu huru na Jahannam, na ilo nile kuliomba sana katika sijida zetu tahiyatu zetu. Na kila usiku umewekewa fadhila ya msamaha dhambi zilizopita, man qama ramadhan, ramadhani yote. Kwa kila mmoja afanye himma, kila mmoja afanye bidii na amwelekee mola wake Jingine ambalo nasisitiza, kitu kikubwa mwislamu anakihitaji kinaitwa yaqeen, uhakika wa imani. Na ikiwa tumepewa fursa ya kuongeza yaqeen, tusiipoteze. utakapoliona jua ambalo linachomoza mara moja tu kwa mwaka mzima na ukalitafuta sa kwa hamu kubwa ulione, ili yaqeen iongezeke, utakapoliona jua hilo, yaqeen itaongezeka na imani itakuwa na walichukua fursa hiyo mpaka mitume kuongeza yakini zao. Ibrahimu alimwomba Allah amwonyeshe namna anavofufua, akaambwa kwani hujaamini? Akasema, nataka li atmaina qalbi. Tumaanina tul qalb juu ya ahadi za ghaibu ni kitu muhimu. Wallahi ni neema kubwa mwanadamu kuliona hilo jua ambalo linachomoza baada ya usiku huo kupita, istiqanan wastibshara kwa ajili ya kupata yaqini na kujibashiria juu ya juhudi alioifanya, jambo ambalo litampa kasi kubwa zaidi katika miaka ijayo. Nasalu llaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana waiyakum min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.